Mwafuata kweli salafu. Waislamu wengi leo, Waislamu wengi wana madai, wana majivuno ya kuwa wao wanampenda mwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ishara au dalili na hoja wanaojifakhiri nayo ya kuwa wao wanampenda mwana Mtume sallallahu alaihi alaih wasallam ni kukusanyika na kushereheka au kusherehekea mazazi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bali wanawaona wale wachache wasioungana wa nao katika hilo na wao la kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya ihtifalati mbalimbali, wanawaona hao hawampendi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wengine wanasema wazi hao wana chuki na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nataka mfungue akili zenu, bali mfungue vifua vyenu, mumtazame Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam

wewe unawaendea watu watu hao ni ahlalkitab ni watu wa kitabu. Jambo la mwanzo utakalo takiwa kuwalingania ni kumwabudu Allah pekee, tauhidi. Yatazameni maisha haya, tazameni masahaba walivyoshirikiana na bwana mtume katika ghazawati mbalimbali. Kwa nini bwana mtume s salama alipigana vita mbalimbali na washirikina? Kuitimiza neema ya Allah, kuwatakasa watu na shirki, kuwatoa watu katika jahiliya. waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah, pigana nao ili isipatikane shirki fitna kwa maana ya shirki, kwa maana ya kufru, na dini yote iwe lillahi tabarak tabaraka wataala, tauhid. Watazameni wale ambao wanaketi katika hizo hafalati zao, wanasema wanataja sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna sema, hakuna isipokuwa, hapa tutataja kumbukumbu ya Bwana Mtume, sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mlishawahi kuwasikia katika ihtifalati zao wakahitaja kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? janib yao ni janib, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa, Mtume alizaliwa, Mtume kadha mtume alikuwa hivi, kutaja baadhi ya ausafu za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, imma za kimaumbile au za kitabia, lakini hawathubutu kuitaja kazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. kuwasikia yoyote asimame katika maulidi yaeleze bwana mtume alilingania tauhid. Bwana mtume miaka kumi katika mji wa Makka aliwafundisha watu tauhid